Kwani tumekosa kweli? Vijana wanamaliza chuo kikuu wapi huko, tukawaajili pale, tukawapa wanachama wa CCM wakawa wakuu wa wilaya, tunashindwa mpaka tukachukua wanajeshi, tukachukua mapolisi, ambao kazi yao kimsingi kwa mujibu wa katiba na sheria ni ulinzi, wakalinde huko. Tuna watu wanapotea kila siku, kwani tusiwaache polisi wafanye kazi ya kutafuta watu wanaopotea? Tunaenda kuwapa ukuu wa wilaya. Wakuu wa wilaya tupewe mimi na wewe, sio polisi. Kina mdude hao wamepotea, sijui kina alfu nani nani sijui huyu yu, Ben Saanane amepotea mwandishi mwenzenu Azory Gwanda kapotea mwana CCM mwenzenu yule wa wapi yule wa, mwenzao wa, wa, wa, wa, kule Kigoma kule Simon Kanguye kapotea sasa mtu anayeenda ana, mwenye taaluma ya kuweza kuwatafuta hawa watu na kuhakikisha wanapatikana wanarudi ni polisi juzi hapa tumeambiwa nchi hii iliingiliwa na watu wakati wa uchaguzi kutoka nje wakaja kuandamana hapa wakafanya vurugu mipaka ya nchi inalindwa na wanajeshi. Tuwaache wanajeshi walinde mipaka, tusivamiwe, tuwe salama. ukuu wa wilaya mwana, hakuna mwanajeshi amejiunga jeshi kwa lengo la kwenda kuwa mkuu mkuu wa mkoa baadaye, eh, kwa maana nikakwambia, ujumbe unaotumwa ni kwamba wewe mwanajeshi wewe au wewe polisi ulioko huku mwenye kiherehere, unajifanya unasimamia sana katiba na sheria, si utastaafu? Sawa, we koma. Ukistaafu na sisi tunakusahau mazima ila wenzako unaona kastaafu jana, silo leo mkuu wa mkoa, endelea kula. Yani dhana ya kustaafu katika nchi ya Tanzania imepoteza maana kabisa. Ukishastaafu eneo moja, maanake unatakiwa ustaafu maeneo yote. Kapumzike kalewa jukuu. Mtu kasha staafu jeshi miaka sitini, silo hajakaa sawa, balozi hajakaa sawa, mkuu wa mkoa. Vijana wanamaliza shule hakuna ajira nyingine wanaangalia na wenyewe hizo pengine waje wapate, mnawaambia wakajiajiri, mbona nyie ameshindwa kujiajiri kwa miaka yote hiyo? Huo ndio ujumbe unaotumwa kwamba tendeni vizuri, mkimaliza kuna ajira huku. Mimi naongea <laughs> maoni yangu sio ya kwako, na wewe kama unao ya kwako <laughs> kuna ajira kwenye chama, sio ameajiriwa? Kwani na zeloti akuwa mwenyekiti wa, wa CCM wa mkoa wa Arusha hakuwa, hakuwahi kuwa RPC? Hakuwahi kuwa kamishna na msaidizi mwandamizi wa polisi? Sasa hapo nakosea nini eh? Kuna watu mpaka leo hii hawajastaafu bado ni, ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Nikutajie sasa, kuna mtu mmoja ni mkuu wa wilaya nadhani Kagera huko, anaitwa Advela Senso, aliwahi kuwa msemaji wa jeshi la polisi nchini, ni kamishna msaidizi wa polisi, ni mkuu wa wilaya. Katiba ya Chama cha Mapinduzi nadhani ibara ya sabini na nne kama sijakosea, ibara ya sabini na nne ya katiba ya Chama cha Mapinduzi inasema mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa wa wilaya, mjumbe wa kamati ya siasa wa wilaya mpaka na staffu juzi juzi, aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, sasa hivi ni mbunge wa Busekelo eh, Tobias Mdengenye alikuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Katiba ya chama cha mapinduzi ibara hiyo ya 77 nadhani inasema hivi mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi katika mkoa ambao anaongoza. Wana CCM watakuja kunijibu hivi, hiyo hiyo ibara imeandikwa hivi mkuu wa mkoa anayetokana na chama cha mapinduzi sasa kwani kuna mkuu wa mkoa ambaye sio wa chama cha mapinduzi wanataka kukataa nikupe ushahidi wa picha mimi, hakuna mkuu wa mkoa yoyote au mkuu wa wilaya yoyote ambaye hahudhurii vikao vya kamati zozote zile za chama cha mapinduzi kwenye eneo lake, na ndio maana nakwambia, kitendo cha kuhudhuria kinamfanya awe mwana CCM, kwa sababu kama sio mwana CCM anaingiaje kwenye hicho kikao? Na katiba CCM inasema ukishakuwa mkuu wa wilaya unakuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Ukishakuwa mkuu wa mkoa unakuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na vikao vingine, mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, mkutano mkuu wa CCM wa wilaya eh, kamati secretariat, unaingia mle. Sasa unachaji kuwa CCM, na wakati huo bado wewe ni kanali wa jeshi, wakati huo bado wewe ni, ni kamishna msaidizi wa polisi. Ndio maana nasema haya mambo tusipoyazungumza kwa uwazi bila unafiki, hatuwezi kutoka hapa. Ndio maana unaona hata juzi mzee Warioba, ambaye anaaminika na kuheshimika sana anasema polisi ndio inaendesha nchi. Na ibara ya ishirini na sita ibara ndogo ya pili imetoa wajibu kwamba kila mtu anao wajibu wa kuchukua hatua pale ambapo anaona katiba inavunjwa, imevunjwa au inaelekea kuvunjwa. Sasa hii kutetea mwanajeshi kuwa mkuu wa wilaya unatetea, wakati akishakuwa mkuu wa wilaya anakuwa mwana CCM.